Kamanda Mpinga ameyasema hayo jijini Dar es Salaam wakati akizindua basi maalum linalofahamika kwa jina la Zahanati Mwendo kutoka kampuni ya utengenezaji wa bia TBL, litakalotumika kutoa huduma ya upimaji wa afya kwa madereva katika maeneo mbalimbali hapa nchini. Kwa hiyo mimi nichukue nafasi hii labda kuwaomba sana madereva na wananchi wote kwa ujumla, watakapoona gari hii mahali popote wajitokeze katika kupima afya zao, lakini hata sisi maofisa tutapokuwa mahali popote tukiona gari hii, kwa sababu huduma hii ni nzuri na inakuja karibu na kwako. Kwa hiyo huna haja ya kwenda hospitali na ni bure kabisa. Kwa hiyo itatoa msaada mkubwa wa kuweza kujua afya zetu. Kwa upande wao kampuni ya TBL licha ya kutoa basi hilo kwa ajili ya huduma za afya kwa madereva elfu moja bure, lakini pia wametumia fursa hiyo kwa kuwataka raia kujitokeza kwa wingi kupata huduma inayotolewa na basi hilo ili kujua hali ya afya zao na kuweza kupatiwa matibabu mapema pindi wanapokutwa na maradhi. Na, napenda kwa taarifu kwamba hii project haitaishia tu kwa wiki ya kwenda usalama kama alivyosema kamanda. Tutakaa na jeshi la polisi na tutaisupport polisi pale wanapohitaji msaada wetu. Tutapima macho, TBL wame sponsor pimaji macho wa madereva elfu moja. Tutapima body mass index kuangalia uhusiano wa urefu wako na uzito ili kukuambia afya yako ikoje, lakini pia blood pressure tutapima kwa kila dereva atakayekuja. Nyuma yangu ni zaanati mwendo ambapo madereva nchini wametakiwa kujitokeza kupima afya zao pindi wanapo gari hili ili kuweza kujijua wapo katika hali gani. Kutoka hapa katika makao makuu ya kikosi cha usalama barabarani, mimi ni Benjamin Mzinga wa ITV.